Audhu billahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlu luqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darsa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu Iblis kwa jina lingine Shetani na vitimbi vyake dhidi ya wanadamu. Dada zangu katika iman, mwanadamu aliumbwa ndani ya nafsi yake akiwa hana ulinzi, akiwa hana kitu cha furaha wala taabu, kwa mujibu wa mwanzo wa kuumbwa kwake, na akiwa amesimama kadhalika, ameumbwa akiwa amesimama katika oh, kwenye njia mbili, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Quran Suratul Balad aya ya kumi Wahadainahu najidain, na tukambainishia zote njia mbili, iliyo njema na iliyo mbaya. Ambayo ni njia ya wema, njia ya kwanza, ambayo ni njia ya wema na utiifu ni njia yaani ya malaika wema, ambao hawana chochote isipokuwa utiifu kwa Mola wao, na ni njia inayoongoza kwenye pepo na njia ya pili ni njia ya uovu na uasi, ambayo ni njia ya Iblis Shaytan, ambayo ha yani hawana chochote isipokuwa upinzani na uasi, na ambayo hatimaye inaongoza kwenye Jehanamu. Dada zangu katika imani, ili kuelewa Iblis ambaye ni Shaytan ni nani, ni lazima kwanza tuelewe maana ya jina hili. Shaitan katika lugha ya Kiarabu inachukuliwa maana yake kama sh sh shatana ambayo ni kuwa mbali na ukweli na kuasi dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jina hili dada zangu katika iman, alipewa kwa sababu ya kiburi chake, kwa sababu ya uasi wake wa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia anaitwa taghut.

fakatilu awliyaa ashaitani inna kaida shaitani kana daifa, wale walioamini wa wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini waliokufuru wanapigana katika njia ya Sheitani. Basi piganeni na marafiki wa Sheitani, hakika yani hila za Sheitani ni dhaifu. Dada zangu katika imani Jina la Shetani linajulikana kwa mataifa yote duniani kwa jina moja katika lugha zote za duniani aliitwa pia, dada zangu katika imani, dhalim, kwa sababu ya kupita mipaka yake alipomwasi mola wake mlezi na akajifanya mungu wa kuabudiwa badala ya Allah subhanahu wataala. Na kwa hiyo kila aliyeridhia ku, yani kuabudiwa ikiwemo Firaun, laana ya Allah iwe juu yake, alikuwa dhalim. Dada zangu katika imani, aliitwa pia iblis kwa sababu alikata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wataala. Wanachuoni au muslim scholars wametofautiana kuhusu asili yake. Kuna wale wamesema kuwa anatokana na malaika, na wengine wamesema kuwa yeye ni katika majini, na huo ndio mtazamo ulio wa, wa kweli zaidi.

Na kumbukeni tulipowaambia malaika msujudieni Adam basi waka wakamsujudia waka isipokuwa Iblis ye ya alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya mola wake. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wataala amemuumba Iblis ambaye ni sheitan, kuwa mtihani kwa waja wake. Ametufahamisha uadui wake kwetu na akatuamrisha tufanye uadui kwake kwa kusema, kama ilivyokuja katika Quran suratu Fatir aya ya sita, anasema Allah subhanahu wataala lakum adun mubin, hakika sheitani kwa watu ni adui aliyodhahiri, yn yani aliyo wazi. Dada zangu katika imani, sheitani ana uwezo wa kuathiri mtazamo wa mwanadamu kuhusiana na maisha ya dunia kwa kuweka uongo kwa njia ya hadaa na urembo katika nyanja zake zote na kudhihirisha katika sura yake, ili mwanadamu asishikamane na chochote isipokuwa kupitia kipengele chake cha uongo, ambacho yaani kinamhadaa na kumtoa kwenye haki. Huu ndio uhuru ambao mwanadamu anauona kwa nafsi yake kwanza na kisha kwa mambo yote anayoshikamana nayo katika maisha yake ili yamstiri na kughafilika. Dada zangu katika imani, njama au uadui wa Iblis ambaye ni Sheitani dhidi ya Adamu alaihi salam ilizunguka, yani ilizunguka ya, katika mti wa kutokufa na ufalme usio haribika ili wavuliwe nguo zao ili waonyeshe matendo yao maovu. Na kwa hiyo sheitani alimdanganya Adamu alayhi ssalam na Hawa kwa ahadi ya kutokufa, ingawa yeye si mwenye kuishi yeye si mwenye kuishi kuishi yaani milele, na akamjaribu kwa mti huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza Adam Dada zanke katika imani alimwendea Adamu alaihi salam, na kumshawishi kwa kumwambia kuwa nyuma ya Allah subhanahu wataala kuku ya haramishia mti huu kuna siri, yaani sababu ya Allah subhanahu wataala ya kukuharamishia wewe ewe Adam, yani mti huu kuna siri, na kwamba siri ni kutokufa na baada ya kumpotosha adam alayhi ssalam shaitani alibakia katika maasi na kiburi chake na akamwambia mola wake mlezi kama ilivyokuja katika quran surat alisra aya ya sitini na mbili hadi sitini na tano anasema allah subhanahu wataala widh qulna lilmalaikati isjudu liadama fasajadu

Inna ibadi laisa alay alayhim sultan wakafaa birabbika wakila. Akasema shaitani kumwambia Allah subhana wa taala, unaona huyo uliyempa heshima zaidi kuliko mimi, yani Adam alayhi salam kama ukinipa muda mpaka siku ya Kiyama, bila shaka nitakiangamiza kizazi chake chote, ila wachache tu. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia sheitani ambaye ni Iblis, ondoka, atakayekufuata miongoni mwao basi hakika jahannam ndiyo malipo yenu, malipo kamili, na wavute, yani wawezao miongoni mwao kwa sauti yako na uwakusanye jeshi lako la yaani la wapanda farasi na waendao kwa miguu, na shirikiana nao katika mali yao na watoto wao, na uwaahidi ahadi za uongo. Lakini sheitani yani, hawapi ahadi ila wadanganyifu yao udanganyifu Hakika waja wangu huna mamlaka juu yao, na mola wako anatosha kuwa mlinzi wao. Dada zangu katika imani, hivyo aliweka nadhiri sheitani, ambaye ni Iblis, kuwatokomeza vizazi vya Adamu alaihissalam kwa upotevu, na akaomba Allah subhanahu wataala ampe muda na acheleweshe kufa kwake. Allah subhanahu wataala lilikubali ombi la Iblis ambaye ni sheitani kuwa ni mtihani kwa waja wake, na kwa sababu yani anazozijua yeye tu aliyetukuka Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, dada zanke katika imani, ambaye ni Shetani, akawa ndiye kiumbe aliyeishi muda mrefu zaidi duniani yani, akabaki humo tangu zama za yani mwanadamu wa kwanza Adamu alayhi ssalam, na atabakia hadi siku ya Kiyama hata kufa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapoamrisha kupigwa baragumu, yani tarumbeta, ndipo atauawa pamoja na wale wote waliobakia duniani. Dada zangu katika imani, alikaa Iblis ambaye ni sheitani muda mrefu duniani akiwavizia wanadamu kwa maovu mpaka akamjaribu mmoja wao kumuua mpaka yani, akamjaribu mmoja wa wale wanadamu kumuua ndugu yake katika kisa cha watoto wa Adamu alayhisalam Habil na Qabil. Hapo mwanzo, dada zangu katika iman, hakuweza kuwaingiza wanadamu katika ibada ya sanamu, hivyo aliendelea yani kuwaingiza kuwa katika madhambi kwa kuwawekea kwa kuwaweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa karne kumi hadi aka fanikiwa yani kusababisha ibada ya masanamu miongoni mwa watu wa nabii Nuh alaihi salam. Dada zangu katika imani, alionekana Iblis ambaye ni shetani mara kwa, ma, yani kwa mara ya kwanza duniani baada ya kuteremka kwa Adamu alayhi salam duniani Ibni Abbas radiallahu anhuma amesema kulikuwa kaum kumi yani ten nations baina ya Adam na Nuh alayhi masalam na zote zilikuwa katika Uislamu. Haya yamepokewa na Ibni Saad katika al al Tabaqat, uh, al alkubra al kutoka kwa Ikrima, juzu ya kwanza ukurasa wa arobaini na mbili. Dada zangu katika imani

Hapana yeyote miongoni mwenye isipokuwa ana mwenzake katika majini na malaika. Wakasema maswahaba kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam: na wewe ewe mtume wa Allah? Akasema kuambia, na mimi pia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameninusuru dhidi yake, basi akasilimu. Haya yamepokewa na, na Imam Muslim. Dada zangu katika imani, kumaanisha kila mwanadamu ana mwenzake miongoni mwa malaika na majini. Mumin kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala humtiisha sheitani wake, humfedhehesha na kumdhalilisha mpaka humdo, yani, hudhofika na kushindwa kabisa kumzuia muumini kufanya mema. Ama mja mtenda dhambi kwa dhambi zake na matendo yake maovu, humsaidia, dada zangu katika imani, sheitani wake, ili awe na nguvu za kutosha kumsaidia katika uongo na uovu na kumkatisha tamaa ya kutenda mema. Hivyo dada zangu katika imani mumin ni lazima amche Allah subhanahu wataala na ajitahidi kupigana na sheitani wake kwa kumtia Allah subhanahu wataala na Mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kuomba hifadhi ya Allah subhanahu wataala kutokana na sheitani na, uh, na ajitahidi au kujitahidi kumsaidia malaika wake katika kumtia Allah subhanahu wataala na Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dada zae katika iman, majini waumini uwasaidie waumini hata ikiwa Waumini hawajui na wana yani, wana, wanapenda wema wote. Ibn Al-Qayyim dada zangu katika iman, mwanachuoni mkubwa Ibn Al-Qayyim ametaja mengi kuyahusu haya katika maandishi yake, pia yametajwa haya katika kitabu cha Al-Marjan fi Bayan Ahkam Al-Jin cha mwanachuoni uh, Al-Shibli dada zangu katika iman Anasema al Allah subhanahu ta'ala, katika Quran Surat Saba aya ya ishirini <tif> walaqad saddaqa alayhim iblisu -huh, -huh, illa fatabacuhu illa fariqan min almuminin, na hakika Iblis alithibitisha shaka yake juu yao na wakamfuata, isipokuwa yani kundi la waumini. Yani shetani alifaulu katika mpango wake wa kuwajaribu na kuwapoteza, yani kutoka kwenye haki, na wakamfuata yani hao wanadamu wakamfuata katika ukafiri na upotofu, isipokuwa kundi la waumini ambao yani, yani, eh, lilizuia ma, yani matumaini yake kwa kutomfuata. Dada zangu katika imani, miongoni tu mwa baadhi ya majina ya dhuria au ya kizazi cha Iblis ambayo ni shetani na kazi zao kwa, kwa, n yani kwa wanadamu ni kama ifuatayo. Jina ya kwanza ya kizazi ya miongoni mwa kizazi cha Iblis au shetani ni Hafaf, na huyu Hafaf, katika dhuria wa shetani, kazi yake ni kuwadhuru na kuwatisha watu kwa kuwatokea katika sura ya wanyama yani wakutisha na miongoni mwa dhuria wake kadhalika, dhuria wa sheitani au dhuria wa sheitani au Iblis wa au pili ni Zalnabur. Yeye ndiye anayesimamia wale walio sokoni, akipamba vitendo vyao vya maneno ya upuzi uongo, viapo vya uongo na kusifu bidhaa ili kuiuza kuyu, na kadhalika miongoni mwa dhuria wa shaitan au iblis ni watatu, ni walla. Yeye ndiye anatia wasiwasi juu ya usafi naswala na swala. na wa nne miongoni mwa dhuria wa shaitan au iblis ni abiad. Yeye ndiye anaenong'ona kwa manabii na anachochea hasira. na watano katika dhuria wa iblis au shaitan ni thabr yeye ndiye anafanya yone, yani ionekane kuwa inawavutia wale walio patwa na msiba, yani ionekane chochote kile wale waliopatwa na msiba wanapolia na kuvua nguo zao na kuchana nguo zao na kumkufurwa Allah, yani, na kupiga makofi mashavuni, haya yote ni yeye. Sabr ndiye anayechochea ionekane kwa wanaofanya hivyo wale wanaopatwa na msiba kuwa ni jambo jema, na wasita ni, ni alwar yeye ndiye anayechochea matamanio kwa, wa, kwa wanaume na wanawake na kuwaingiza kwenye zinaa. Na wasaba ni ni dahr. Yeye ndiye anadhuru waumini katika usingizi wao kupitia ndoto za kutisha na utoaji wa hewa usiku na wanawake wasio na uhusiano. Dada zangu katika imani, yeye ndio anaye yani, anayedhuru waumini katika usingizi wao kupitia nini? Ndoto za kutisha, dada zangu katika imani. Na miongoni mwa dhuria wa Shetani au Iblis ni Tamrih, yani yeye ndiye anawashughulisha watu katika kutekeleza majukumu yao, dada zangu katika imani. Na kadhalika miongoni mwa dhuria wa Iblis ni khinzab. Na Khinzab ni jina la shetani mwenye jukumu la kuleta vishawishi kwa waumini katika swala. Imepokewa kutoka kwa Uthman bin Abi Al-As al radhiallahu anhu kwamba alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuhusu yani dhuria huyu au kizazi hii yani dhuria huyu wa sheitan au wa shi, wa iblis sahaba so, huyu alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yani, Uthman bin Abi Al-As al al alikuja kwa mtume akasema, ewe mtume wa Allah al yni sheitani akinijia baina yangu na swala yangu na kisomo changu akinitatanisha. Juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam sallam dha ka shaitanu yuqalu lahu khanzab fa idha ah, ahsastahu fata'awad billahi minhu wa wadfil la yasarik thalathan. Yani, mtume sallallahu alaihi wasallam salama akamwambia sahaba huyu Uh, Uthman bin Abi Al-As, uh, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huyo ni sheitani anayeitwa Khinzab, kwa hiyo ukimhisi basi jikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana naye. Akasema Uthman bin Abi, Abi Al-As radiyallahu anhu, basi nilifanya hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala akamwondoa kwangu, yani alijikinga kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim na na, na kutema mate mara tatu kushotoni mwake. Haya yamesimuliwa na Imam Muslim, na ni hadith nambari elfu mbili mia mbili na tatu. Na kwa kufanya hayo ndio mwisho wa kumtia hasira sheitan na kumdhalilisha. Dada zangu katika iman, na kadhalika, miongoni mwa dhururia uh, au kizazi cha sheitan au ibilis na madhara yake kwa wanadamu ni, ni, ni Laqis, anaitwa Laqis, ndiye binti wa Iblis ambaye aliwafundisha wanawake wa watu wa kaumu Lut uzunifu baada ya waume, ya, ya waume miongoni mwao kujihusisha na ushoga. Jukumu lake linaendelea hadi leo likiwaongoza wanawake kupotea kwa zinaa, na miongoni kadhalika madhuria wa shaitani au Iblis ni Miqlas. Yeye anahusika na kupamba kamari na wacheza kamari, kisha kupanda uadui na chuki baina yao. Na kadhalika, miongoni mwa dhuria wa Iblis au wa shaitani ni Aqbad. Wajibu wake, dada zangu katika iman, ni kutaga mayai. Anataga mayai thelathini kwa siku, kumi mashariki na kumi magharibi na kumi katikati ya dunia. Kutoka kwa kila yai hutokeza idadi ya mashetani na majini ambao wote ni maadui wa wanadamu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na shari ya majini na mashaitani na, na tuwe miongoni mwa wajawema. Shukran jazila wa barakallahu fikum.